Huruma Yangu Foundation tumekuja na kitu kinaitwa Bodaboda and Bajaji Summit. Bodaboda and Bajaji Summit ni matokeo tu ya kuweza kumsaidia kijana ambaye amejiajili kufanya kazi kwa werevu, kwa weledi na kwa ustarabu na taratibu zilizowekwa na serikali. Tulikaa tukagundua kwamba kama kuna sekta ambayo imeajiri vijana wengi sana hapa Tanzania na imeweza kutatua changamoto ya ajira ni sekta ya bodaboda, Boda na bajaji lakini ni pamoja na kwamba ni sekta ambayo imetatua changamoto za ajira, pia ina changamoto kubwa sana hiyo sekta. Kwa hiyo tukakaa tukasema tuandae Bodaboda and Bajaji Summit. Ni jukwaa ambalo litakutanisha serikali, watu binafsi, taasisi binafsi, taasisi za afya, aa, afisa wa maendeleo ya jamii pamoja na watu kutoka TRA watu kutoka LATRA waje watueleze ni namna gani wameweka mifumo mizuri, ni namna gani wamekuwa pionea kwenye namna ambapo wanaweza kutatua changamoto zilizopo kwenye sekta ya bodaboda na bajaji. Kwa hiyo tukaandaa tamasha letu ambalo linafanyika tarehe kumi pale Mlimani City ambalo litahusisha kama mnavyoona tulioko mbele watu washirikisho kutoka watu kutoka shirikisho la bodaboda na bajaji, uh, watu kutoka polisi trafiki. Sisi Huduma Yangu tutakuwepo, lakini pia watu kutoka MOI, watu kutoka Muhimbili na wadau wote ambao ni wadau wa usafirishaji especially wa bodaboda na bajaji. Tunategemea kupata matokeo mbalimbali mbali kutokana na huu mdahalo. Kwanza tunategemea kuanzisha jukwaa ambalo litaweza kumkutanisha dereva bodaboda na bajaji na wadau wote ambao wanahusika katika sekta ya usafirishaji hapa Tanzania ili kuweza kutatua changamoto. Tunategemea kuona at least, kutokana na huu na hili jukwaa tukiweza kusolve changamoto za ajali kati ya abiria na dereva mwenyewe, lakini pia kumfanya kijana anayejihusisha kwenye biashara ya bodaboda na bajaji kupata elimu, elimu ya fedha na pamoja kujua namna ya kupanga matumizi kwa ajili ya maendeleo yake ya baadaye. Sio hayo tu, tunategemea kuongelea afya, afya za bodaboda na bajaji wanapokuwa kazini, lakini pia juu ya masuala ya magonjwa mengi yaliyopo ya kuambukiza, ambayo unakuta yakija, ya bodaboda na bajaji wengi hawana taarifa. Kwa hiyo tunatamani sana, tutapokutana kwenye huu mdahalo ama kwenye hili jukwaa waweze wale watu wanaotoka kwenye taasisi za afya kueleza ni namna gani kijana wa bodaboda na bajaji afanye kazi kwa uadilifu, akizingatia kwanza vifaa vya usalama anapopasa kuwa navyo kazini, lakini pia namna ya kujikinga na magonjwa ya mlipuko yanapotokea, na hata magonjwa ambayo yanawakuta wao kama baridi inawakuta wao kila siku ni changamoto iliyopo, na namna ya kuwapangia pia muda wa kupumzika. Wanafanya kazi hawana muda wa kupumzika, na hawajali, ni kama ni kitu ambacho hakiweki kichwani kwamba inabidi kupumzika na kuwa na muda wa kazi. Mohamed Idi ni mwenyekiti waendesha pikipiki mkoa wa Mwanza, makamu mwenyekiti shirikisho taifa. Aa, ndugu waandishi wa habari, jambo tulilonalo hapa linaloenda kutokea siku ya tarehe kumi kwa taasisi ambayo imeona ni vema zaidi kukaa na vijana wa bodaboda na bajaji. Kwanza kabisa ni waase madereva pikipiki wa mkoa wa Dar es Salaam wote kwa ujumla kuweza kujitokeza kwa pamoja, ikiwa ni pamoja na kwenda kusikiliza elimu ambayo itatolewa pale. Elimu itatolewa, elimu ya watu tofauti tofauti, kwa sababu kutakuwa kuna mashirika na taasisi tofauti tofauti kama ambavyo watangulizi wamezungumza ukisikia watu wa moi watakuwepo, LATRA watakuwepo, jeshi la polisi watakuwepo kutoa elimu e, serikalini serikali juu ya swala la mikopo hii ya asilimia kumi watakuwepo. Kwa hiyo mimi niwaombe na niwatake madereva pikipiki na bajaji ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kuweza kujitokeza kwa wingi zaidi, maana elimu inayoenda kutolewa ni elimu ambayo inahusu zaidi vijana na kama ni elimu ambayo inahusu vijana, jukumu letu ni kwenda kukaa na kusikiliza. Yawezekana kutokana na, na kongamano hili tutaweza kupata majawabu yaliyo sahihi kabisa kwa sababu mamlaka husika zitakuwepo.